Still do not know what this life is for. Kwa wale ambao ni wapenzi wa movie za action, nadhani hii ni sehemu yao salama kabisa kwa ajili ya kupata zile movie kali zote ambazo zinafanya vizuri. By the way, ni sehemu yako salamu. Usisahau kusubscribe kwa habari zote za movie ambazo tunakuwa tunakusogezea taarifa za movie kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili, kuhakikisha tu kwamba unakuwa na bando lako na kuendelea kutufuatilia kila baada ya siku mbili tunakuwa tunakuwekea movie kwenye YouTube yetu. Cha kufanya, turn on notification ili baada ya tunapokuwa tunaweka movie, uweze kuwa mtu wa kwanza kuweza kuitazama. Naitwa Carlo, mtu pekee ambaye anakuletea filamu kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili na leo tunaanzia kwenye ulingo, na huyu anaitwa Boyka na movie inaitwa Undisputed, miongoni mwa filamu ambayo imejizolea maarufu mkubwa kabisa kulingana na requesti zimekuwa kubwa, nikaona bora nikusogezee pia kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Na leo tunaanzia ulingoni ambako Boyka alikuwa akipigana, na imekuwa ni utaratibu wake au ndio maisha yake A, anaishi kwa kutumia ulingo kwa ajili ya kujipatia chakula, na leo alikuwa na pambano ambalo alikuwa anahitaji kulimaliza ndani ya muda mchache kabisa, na alipokuwa amepanga, basi anaweza kulimaliza pambano hilo kwa muda mchache kabisa ni Mtu fulani ambaye ana mashabiki wengi sana na of course meneja wake anafurahi sana, ambaye alikuwa anamtafutia madili, anaenjoy sana kumwona kijana wake akipambana ndani ya dakika tano na kuwa anamaliza eh, pambano na watu wameshamfahamu, ameshajitengenezea jina na imekuwa sio mara yake ya kwanza tu kufanya hivyo ndani ya muda mchache, anampoteza mtu katika ulingwa. So baada ya siku kwenda, eh, Boika anaendelea na mitikasi zake ambazo alizokuwa akizifanya. Huyu jamaa bwana alikuwa anahusika na, na masuala ya kutembeza vitabu vya Injili, nazungumzia Biblia. So alikuwa anaenda akakutana na faza kutokea katika kanisa fulani, wakawa wanazungumza na Boika. Bwana amekuwa ni mtu wa imani, kulingana na matukio ambayo alishawahi kuyafanya ulingoni, alishamwaga damu nyingi sana, kwa hiyo akaamua kumrudia Mwenyezimungu. so mambo yakawa yanazidi kuendelea. Kulikuwa na pambano kubwa sana la Boyka ambalo alikuwa anahitaji kwenda kulimaliza, na ndo pambano lake la mwisho kabisa, aache kupigana ulingoni. Na pambano hilo yuli Boyka alikuwa anapigana na mshikaji ambaye ndo jamaa alikuwa anaogopwa pia, yani ukimtoa Boyka, alikuwa ni moja pia ya watu ambao walikuwa wanaogopwa sana, alikuwa anaitwa igoli eh, Kazmir huyu ni moja kati ya watu ambao ndo anaenda kupigana nao siku ya leo. Na meneja akawa anamwambia kwamba nimejaribu kumwona huyu mtu, anaonekana anapambana sana, yaani unavyopigana wewe kwa ile speed, na huyu jamaa ndivyo anavyopigana hivyo hivyo, huyo Kazimir anapigana kama ambavyo unapigana wewe, unatakiwa uwe makini sana. Boyka namwambia mimi ndo maisha yangu, na nimekuwa nikipigana kwenye ulingo takriban zaidi ya miaka mitatu na sidhani kama ntaweza kupoteza hivyo, na ntatumia dakika chache sana kuweza kulimaliza hilo pambano. So, meneja ni kama alikuwa anamwambia Boika ya kwamba awe makini sana anavyoenda kupigana na huyu mshikaji ambaye anaitwa Igor Kazmir kwa sababu ni moja kati ya watu ambao ni hatari sana, na hili ndio pambano ambalo eh, Boika alikuwa amejiwekea kama kiwango chake cha mwisho na hatuendelea tena kupigana katika Eh, mapambano ya ulingoni au mapambano ya kulipwa, watu walikuwa ni wengi sana, kama ambavyo jamaa amekuwa akijikusanyia, na kwa mara ya kwanza kabisa anaingia huyu jamaa ambaye anaitwa Kazmir au Vibana, ndio mtu ambaye alikuwa akipigana na Boika na kwa kweli, jamaa alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa ni wapiganaji wazuri sana, lakini mwisho wa siku akapoteza pambano kwa Boika. Kama ambavyo tunafahamu, Boika alikuwa ni mpiganaji mmoja hatari sana. Boika alikuwa ni mpiganaji hatari sana na alikuwa na uwezo wa juu, japo aliyekuwa akipigana naye naye alikuwa ni mpiganaji mmoja hatari sana, so anapoteza pambano Kazmir baada ya kupigwa na Boika. Sasa Boika alimpiga huyu mshikaji katika raundi ya mwisho kabisa. Hizi raundi za kwanza walitoka e, sawa kwa sawa, so baadaye alivompiga huyu mshikaji, hakuwa anahitaji kumuua kwa sababu yeye ni muumini, sasa hivi anafanya kazi ya Mungu na kuhitaji kufanya hivyo. Lakini cha ajabu ni kwamba Kazmeri ni kama alimlazimisha Boika aweze kumpinga na kumuua, na ndio mkasa mzima wa undisputed ukaanzia hapo, baada ya kuwa amemuua huyu Kazmeri akaingia kwenye msala mkubwa sana kwa sababu Kazimiri alikuwa chini ya huyu jamaa anaitwa Zwarab ambaye alikuwa ni bosi wake ambaye alikuwa kim akimmeneji huyu Kazimiri. Huyu Zwarab ndo alikuwa anafanya naye kazi. Sasa huyu Zwarab anamdai huyu Kazimiri pesa nyingi sana, ambazo paka sasa hivi anavyopigana na Boyka hawezi kuzi ha. Alikuwa anadaiwa deni kubwa sana ambalo hata kama angeshinda bado angelikuwa anadaiwa na Boyka baada ya kuwa amemuua huyo jamaa. Zoarab akaona kwamba aende akamchukue mke wa mshikaji huyo ambaye anaitwa Kazmir aweze kufanya naye kazi atakavyoamua kumfanyisha, iwe ni kingono, iwe ni kazi yoyote ile ambayo ataamua yeye Zoarab kuweza kufanya naye kazi. So akaingia kwenye wakati mgumu sana huyo bidada, ambaye alikuwa anaitwa Alma, akaingia katika kipindi kigumu sana cha kujikuta anatumishu anatumikia adhabu ambayo alitakiwa aitumikie mme wake, na kitu hicho kikamuumiza sana huyu jamaa wa kuitwa Boika, na alienda kuongea na meneja wake, akamwambia huyu jamaa ambaye umepigana naye amefariki dunia. Na huyu jamaa kwa taarifa za haraka haraka, alikuwa na familia yake, alikuwa na mke wake na mke wake yuko e, sehemu ya nje kabisa kule, Ukraine, nje nje kule. So, Boika akajisikia vibaya sana, akamwambia meneja wake, mimi nahitaji niende nikakutane naye nikamwambia hali halisi ambavyo ilikuwa. Sae meneja aliwaka sana, hapana, unajua bwana, wewe una mapambano mengi sana, utakiwi kwenda tu kufuatilia masuala haya, tuna mechi nyingi sana za kujiandaa. Na Boyka bwana akajaribu kumbembeleza meneja na kumwambia kwamba hapana, natakiwa nifanye hivi. Akaenda akafuatilia, akapewa email na address na ujumbe wa jamaa aliokuwa ameuandika kwa mara ya mwisho kabisa, kwamba kama atafia ulingoni, kwa sababu alikuwa anajua anaenda kupigana naye, pia sio mtu wa kitoto, basi barua hiyo ifikishwe kwa mke wake au mama watoto wake ambaye alikuwa anaitwa Sarma. Sasa huyu jamaa Zuarabu akamuwai Boika kwenda kule kwa huyu bidada ambaye anaitwa uh, Arma ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye shule moja kwa ajili ya watoto na ni mtu ambaye alikuwa anawafundisha watoto. Jamaa akaenda kule na akaenda kumpatia taarifa kwamba mme wako amefariki. So kitu gani ambacho kinafuata? Amjamaliza deni langu. Sasa kama mjamaliza deni langu, inabidi wewe ulimalizie. Sasa Scott Adkins anapitia njia za mitego za za sio halali ili kuweza kuingia kule Ukraine, mwishoni mwishoni kabisa huko mpakani mpakani, ambavyo kama unafahamu kwamba hawa jamaa wameathiriwa na vita sana. Kwa hiyo ilikuwa ni ngumu sana kwa mtu mwenye asili ya Kiskot kuingia Ukraine, na lazima watakupeleza peleza. Kwa hiyo alipitia njia haramu, mpaka akafika kwa huyu bidada wa kuita Arma, ambaye yeye alimpiga mme wake mpaka kumuua. So alipofika katika ile shule ambayo alikuwa akifundisha, akaangalia mazingira, akaangalia mambo mengi sana ambayo alikuwepo, watoto wanacheza nini lakini pia akamuona huyo e, bidada Arma na akamuona alikuwa akicheza na watoto akiongea nao pale vizuri. Boyka akahitaji kuzungumza naye na akaamua kumfata e, ndani wakawapata waka wasaa wa kuzungumza, walizungumza mambo mengi sana. So baada ya hapo Boika akaamua tena kwenda kumtafuta huyu mshikaji ambaye Zwarab, huyu jamaa ambaye ndo anaongoza hii michezo ya kamari ya kupigana ulingoni, na tayari mshikaji alikuwa na wapiganaji wengine, na leo hapa alikuwa na mpiganaji wake mmoja ambaye ni hatari sana. Anapigana hapa ulingoni, alikuwa akipigana na mshikaji mwingine hapa, na bahati nzuri jamaa kwa sababu ya upiganaji wake anaonekana kuwa ni hatari na anafanikiwa kushinda katika pambano hilo. So Boika akawa anashuhudia mwanzo mwisho. Sasa Boyka baada ya kwenda mbele akakutana huyu bidada ambaye alikuwa na mwekeo amechukuliwa kama mfanyakazi wa huyu jamaa ambaye anaitwa Zwarabu. Huyu bidada Alma saa kikamuuma sana hicho kitendo Uh, hakupendezwa sana na hiki kitu kwa sababu yeye, yeah, ndio amesababisha msala mzima wa bidada huyu mpaka yuko katika situation hii sasa. Akamfuata huyu jamaa ambaye anaitwa Zwarabu na kumwambia kwamba mimi naomba tu, tuzungumze tuweze tuyamalize haya maswala, kama kuna issue yoyote tuweze kuimaliza, na naweza katoa pesa yoyote. Yule Zwarabu akasema kwamba Sitaji pesa zako, labda kama kuna kitu kingine ambacho tunaweza tukakubaliana. Wewe huyu mpiganaji wangu ni kupatia mapambano yangu matatu, ambayo ukipigana hayo mapambano yangu basi nitamuacha huyu huru. so Aa, uh, mwanzo ilikuwa ni ngumu sana kwa Boika lakini mwisho wa siku Boika ikabidi akubali, ili mambo yote yaweze kuwa sawa, aweze kupigana kwa ajili ya kumtetea huyu bidada anaitwa Alma, ili mwisho wa siku aweze kuwa free. Lakini bidada alimwambia kwamba usije eh, ukapigana kwa ajili yangu, kama una mambo mengine ya kufanya wewe endelea kufanya, lakini usije ukasema kwamba unapigana kwa ajili yangu. Mimi ushapigana mme wangu shamuua, sina kitu kingine tena cha kupoteza. So kama utaamua kupigana ni wewe na mambo yako mengine. Lakini mwisho wa siku uh, Boika kutaka kusikia kabisa kutoka kwa hicho hicho kitu kutoka kwa huyu bidada ambaye anaitwa Alma, na mwisho wa siku Boika alienda kwa jamaa Zuara, akamwambia mimi nimekubali kuwa mmoja kati ya wapiganaji wako, na, na akapewa sehemu moja ya kufanya mazoezi. Na of course, siku ya kwanza anafika hapo akakuta kuna washikaji wanapiga punching bag nini, wao wamejaa jaa, kuna mambo moja akamuomba na eh, apashe pale, jamaa akamletea Eh, uh, ugumu guess what ambacho kilichomkuta Boyka aliweza kumpiga huyo mshikaji, na akaanza kufanya mazoezi kwa mara ya kwanza kabisa kwenye kambi ya mshikaji anaitwa Zwarab, so watu wakamuogopa sana, na siku ambayo ni inayofuata alikuwa na pambano pia ulingoni. Kama kawaida yake mzoa kukamua, hakuchelewesha akapigana sana pale, na mwisho wa siku yule Boyka akaondoka kuwa ni mshindi, ikiwa ni moja kati ya pambano lake ambalo amepigana. Sasa kuna jamaa mmoja hapa anamfuata anampiga mkwara anamwambia hata kama umempiga huyo, mimi huwezi kunipiga, mimi ndio mshindi wa hapa. Lakini Zuarabu anamwambia Boika, haya ni mapambano ma Zuarabu anamwambia Boika, hili ni pambano lako la kwanza toka umeanza kupigana, so umebakiza mapambano kama matatu hivi ambayo yako mbele yako. Anamwambia huyo bidada, sitaki uwe karibu na Boika, so kwa leo nakupa option ya kwenda kukutana naye. Anaenda kukutana na Boika baada ya kuwa amepigana ulingoni, ameumizwa E, mwili wake unauma na maumivu sana. Na Boika alikuwa amefika katika ile nyumba ya huyu bidada ambaye anaitwa Alma, na, na ndipo alikuwa akifanya mazoezi, na leo pia lilikuwa ni pambano lingine la kupigana na watu wawili ulingoni ambalo alikuwa akipigana Boika na huyu jamaa bwana, ni back to back, yaani alikuwa na miti, alikuwa hana muda wa kupumzika, alipewa mapambano ya kupigana back to back na kama atashinda basi huyu bidada aweze kuwa huru, na alikuwa akipigana kwa ajili ya kumtetea huyu bidada. Hakuwa na kitu kingine cha kupoteza. Kumbuka Boyka alikuwa amebakiza me, pambano lake moja tu baada ya kuwa akipigana huyu mshikaji ambaye alimuua alikuwa amebakiza pambano lake moja tu. Baada ya pambano mshikaji anaacha tena kupigana maswala ya ulingoni, na anapigana hawa washikaji wawili ambao ni mapacha, japo walimsumbua sana lakini mwisho wa siku anabahatika kushinda. Sasa baada ya hapo, hilo ni pambano la pili. Pambano la tatu huyu jamaa Zwarabu anaona kabisa huyu Boika atamtia rosi, so akaamua kumtafutia mshikaji mwingine ambaye alikuwa ni mbabe Akaamua kuongea na mkuu wa magereza, kuna jamaa mmoja, kama vipi nipatie, e, mpunga mrefu, akasema ili kumtoa kule gerezani hivi. S ni namtaka a ataka huyu jamaa wako huyu bondia aweze kupigana. Nakumbuka jamaa ana mapambano manne tu ambayo amebakiza, na pambano hili la nne uh, ni la siri ambayo hakuambiwa yeye. Yeah, aliambiwa tu atapambana mapambano matatu. So Zwarabu, kwa sababu ni mfanyabiashara na ni muhuni, akaamua kumwekea jamaa lile la gerezani ambalo lilikuwa lina maguvu ki noma, noma. So leo anafanya fanya mazoezi ya punching baby. Akawa kaja huyo bidada arma kuja kumfanyia kumkanda mwili baada ya kuwa amepigana muda mrefu, ameumia, amechoka, akawa uh, anamwambia mambo mengi sana, akawa anamwambia wakati bidada anamkanda mgongo, akawa anamwambia mambo mengi sana mme wangu mimi alikuwa ni mstaarabu, mpole, mara ya mwisho ilikuwaje? Boyka anamwambia kwamba mara ya mwisho mimi nimepigana na mme wako sikuhitaji kumuua, lakini bahati mbaya zaidi kitu ambacho kilitokea ni kwamba, uh, alilazimisha nifanye tukio ambalo ndio nilolifanya, nilipiga bahati mbaya nika pelekea kafariki dunia. Kwa hiyo jamaa anarudi tena ulingoni Boyka kwa ajili ya kwenda kupigana pambano jingine tena kwa ajili ya kumkomboa huyu bidada ili asiweze kuingia katika eh, mambo mengine ambayo hakuwa amependa. So leo bwana anapigana ile mshikaji wa machachali ambaye alimpiga mkwara na kumwambia kwamba wewe huwezi kunipiga haswa katika ulingo wangu. So Boika akaamua kupambana na yule mshikaji. Guess what? Mpambano ulikuwa ni mkali sana. Kumbuka huyo jamani mwenyeji sana wa huo ulingo na short anaweza kusema ndiye mwenye ulingo. Lakini kwa Boika kidogo kulikuwa na kazi sana kumpiga japo ilikuwa nipige nikupige. Lakini mara ya mwisho kabisa eh, Boika anaonekana kuwa ni mshinde au vibana. Eh, Sasa baada ya kuwa amepigana Boika, ilimchukua muda mrefu sana pambano lake na huyu jamaa, walipigana sana. Huyu jamaa hakuwa ni mbovu, alikuwa ni mmoja kati ya wapiganaji wazima kabisa ambao wanajiamini na, na eh, jamaa alimpiga double kicks, akaamemaliza kabisa na Boyka kwenye ufumu wake wa akili au ufahamu wake, akawa anajua kwamba amemaliza. So bidada Alma akawa na furahi, anacheka anasema, eh, alhamdulillah kwa maana jamaa amepambana mpaka amemaliza. Akaangalia muda pale saa, kwa sababu alikuwa na pambano lake la mwisho na ilikuwa ni nje, na huku Ukraine, alikuwa anatakiwa safiri aende London kwenda kupigana pambano lake la mwisho. Huyo jamaa anamwambia kwamba, Zorabu anamwambia kwamba muda bado aisee, kuna mtu ambaye wanamtegemea wamlete, akasema Eh, muda bado. Guess what, jamaa akatoka akamwambia tukukubaliana hivyo mimi na wewe hatukukubaliana hivyo. So Scott akalazimisha akasema kwamba uh, atukukubaliana hivyo niambia mapambano matatu ili la nne ni vipi? So bidada naye anashangaa alma akasema sasa, mbona mbona kama anamgeuka tena huyu mshikaji. Jamaa akamwambia kwamba wewe wewe si bondia, eh, hakikisha unapambana mimi nimetia mpunga, hakikisha unapambana. Meneja nampigia simu anamwambia, hakikisha ndani ya saa nne za usiku ndege inaanza safari, huo umefika airport tuweze kuondoka. Na kumbuka, meneja ajui kama mshikaji anapigana huko, kwa sababu amefanya vitu hivi kisirisiri, ili aweze kumsaidia huyo bidada. So boika akaamua kuingia ulingoni na kumwambia zoarabu niletee huyo mpambanaji wako, mimi nipigane naye. Akaletwa huyu jamaa kutoka gerezani ambao ilikuwa lina manguvu sana mtuangu. Kwa bwana mtu alikuwa ni mkali sana walipigana sana Boyka, kati ya Boyka na hili jamaa ambalo lilikuwa ni mfungwa kutoka gerezani na lilikuwa halipigiki kwa sababu ya mwili wake limejaa na matatu kila sehemu, so wakapigana Boyka na huyu jamaa ambaye alikuwa ni mfungwa kutoka gerezani, na Boyka akaweza kufaulu kumshinda huyu jamaa ambaye alikuwa ni Mfungwa. Sasa mambo ya karudi tena pale kwa huyu jamaa wa Arabu, kwa sababu jamaa alikuwa ni kama anahitaji kumtapeli huyu Boyka ushindi wake, na mwisho wa siku Boyka kutaka kuvizia hicho kitu. So jamaa akapambana sana mwisho wa siku akamuua huyu jamaa ambaye alikuwa ni mfungwa. Baada ya kumuua, akamshudia jamaa anaitwa Zwarabu akimchukua huyo dada Alma na kutaka kukimbia naye, lakini mshikaji akakataa, akasema kwa sababu yeye amerudi kwenye ulingo kwa sababu ya kumkomboa huyo dada ili asiwe tena mfanyakazi wa Zwarabu, aweze kuwa huru, kwa sababu alimpiga mume wake na akamuua. Walikimbizana sana humo ndani katika kasino, na mwisho wa siku jamaa anafanikiwa kum kumpata huyo Zwarabu na namaliza na mwisho wa siku ana anamfanya binti anakuwa huru tena na kuweza kufanya mambo yake. Bonge moja la film. Uh, kusisitiza kwa wewe ambaye hujawahi kulicheki pata nafasi ya kuweza kulicheki. Undisputed miongoni mwa movie kali sana kutoka kwa Scott Adkins. Inaitwa Boyka au Vibana. Eh. Mimi naitwa Canivo. Unaweza pia uka subscribe kwenye YouTube channel yetu Story Max uweze kupata movie kali kila baada ya siku mbili. Bye bye until next time.